Kwa shauku ya kutaka kujua yaliyoandikwa. Iliandikwa kwa wino mweusi uliokoza, wino mweusi, pigia mstari. Hiyo ni ishara, ishara ya kuwa mambo ambayo yameandikwa kwenye barua si mambo ya kutisha, si ni wino mweusi mm. uliokoza. Pia hapo tumeona kuna taswira mm. Tuende ukurasa wa nne uliandika ukurasa wa nne Maandishi hayo yalikuwa makubwa, aliyeandika hakujali kufuata mistari ya ile karatasi aliyotumia. Yaliandikwa pengine na mtu asiyemakinika au aliyekuwa na haraka ya kuupitisha ujumbe. Maandishi yalitoka mashariki yakaelekea kaskazini badala ya magharibi. Wala mwandishi hakujali kuzingatia vya kifishi. Isitoshe, alichanganya herufi kubwa na ndogo kama mtoto wa chekechea anayeanza kujifunza kuandika. Ujumbe ulitiririka bila kikomo wala kituo. Ilikuwa mistari mitano iliyomtia magwasha kiwewe. Alipatwa na mshtuko, alianza kupia pia Alisoma mistari ile karibu mara kumi. Macho yaliingia kiwi. Hapo kwa macho yaliingia kiwi ni nahau, hiyo ni nahau, yaani pale macho yanaacha ya kuona. Akaamua kuitupa mle ndani ya mkoba. Pumzi zilimwenda mbio. Pumzi haziwezi kuenda mbio, ni mtu anaweza kuai, ni tashhisi au waishaji kuvipa vitu visivyokuwa na uhai sifa ya binadamu. Halikuwa mwingi wa mawazo. Barua hiyo ilimsumbua ikamtia kichefu chefu. Tia kichefu chefu ni msemo. Kamtia kichefu chefu ni msemo. Alitumbulia macho, pigia mstari pia, tumbulia macho ni msemo. Kama ambaye alitaka imwambie mwandishi ni nani. Kwa hivyo hapa pia kuna tashhisi, alitumbulia macho kama ambaye alitaka imwambie mwandishi ni nani. Barua haiwezi ikamwambia, si ndio? mm -hmm. tashhisi ama wito, uhuishaji. Haikutiwa sahihi, haikuandikwa jina lolote, mwandishi hajulikani lakini ujumbe aliuelewa barabara. Hivyo sehemu ya kwanza kutoka pale maandishi hayo sima, mwandishi wa barua hajasoma, hajasoma. Angalia vile anaandika barua, hajaelimika, hajaelimika, hajui hata kutumia viakifishaji mmhm zote hizi ulikuwa unachezeshwa kayamba tu. Ati walisema Osama alikuwa hatari kwa usalama duniani, kuna Osama kuliko huyu. Kwa hivyo Osama hapo ni lakabu, amempa mumewe jina la kupanga Osama. Si anamuita Osama? Eh, anamuita sasa. Osama ni lakabu chezeshwa kayamba tu, hiyo ni sitiari au jazanda. Kuchezeshwa kayamba kuna maana analikuwa tu anadanganywa, kwa maana ya kudanganywa. Yaani hapa ni mumewa anamuita Osama kwa sababu ile barua amesoma. Tena muita Osama, anamfananisha na nani? Na Osama, hiyo ni lakabu na pia ni sitiari, hata kumwita Osama, si ndio? Pia kumuita Osama ni sitiari pia. Osama ni ishara, ni ishara kuwa mumewe ni katili. Si Osama alikuwa katili? Yes. E, ni ishara ya kuwa mumewe ni katili. Angalia hapo, si tumeambiwa kuna Osama kuliko huyu. Si hapo kuna swali la balaha Ali alijisikia kusema, kwa hivyo huo wote ni uzungumzi nafsia. Si alisikia kusomea, si najisemea e mwenyewe alikuwa anataka kuzungumza, lakini akazungumza na nafsi yake. Kwa hivyo kutoka "magwasha siku zote hizi", huo ni uzungumzi nafsia. Hata tumekewa nukuu, anajizungumzia mwenyewe, unaitwa uzungumzi nafsia. Ukipata kwenye dondoo, unasema ni uzungumzi nafsia wa Magwasha. Magwasha siku zote hizi ulikuwa unachezeshwa kayamba tu, ati walisema Osama alikuwa hatari kwa usalama duniani kuna Usama kuliko huyu, nikakwambia. Swali la balaha. Na pia huo ni uzungumzi nafsia, kwa sababu umembao alijisikia kusema, alishusha pumzi kwa nguvu, akajiuliza kimoyomoyo kwa nini Mungu. Unaona, anajiuliza kimoyomoyo, kwa okay, hivyo anajiuliza. Hata sehemu hiyo ni uzungumzi nafsia. Mambo haya yote anajiuliza, ni uzungumzi nafsia. Akajiuliza kimoyomoyo kwa nini Mungu aliruhusu moyo kumtia kwenye shimo moto kumtia kwenye shimo la maangamizi na wanawe. Kwa hivyo hapa, yeye, hapa tunaona maudhui ya dini. Sentensi yote ni maudhui ya dini mali yeye, anashusha pumzi kwa nguvu akajiuliza kimoyomoyo, kwa nini Mungu aliruhusu moto kumtia kwenye shimo la maangamizi na wanawe, ni maudhui ya dini. Hata hivyo aliamini kuwa wakati mwingine Mungu huruhusu mabaya kutokea ili kuwafunza waja. Dini pia. Waidha alijua kuwa mashaka yanapomkumba mja huwa ni funzo, pia humtayarisha kuyahimili machungu zaidi ulimwenguni, au kumwasa dhidi ya kuabudu uovu. Maovu yanapotendwa na wachache, hata wale wasio na hatia pia hujikuta wamo humo uovuni. Ni mtego wa waliomo na wasiokuemo. Kwa hivyo mtego wa waliomo na wasiokuemo ni nini? Eh? Hmm. Ni methali. Mtego aitha, wa waliomo na wasiomo aidha, ngome inapoteketezwa na waovu wachoche walio ngomeni hawatasalia wachache walio ngomeni hawatasalia, wale wasio na hatia, msiba huwaendea wote. Lahaula, ni furaha iliyoje kwa adui aliye nje ya ngome. Tufike pale. Kwa hivyo akisema lahaula, furaha iliyoje adui aliye nje ya ngome, adui ametekeleza uovu, lakini hayuko pale kupokea nini? Ule uovu, si ndio? Adui hapa ni nani? Ni mumewe, si ndio?